Zongo. Alizaliwa kwenye rundo la machafuko, akaishi kwenye ulimwengu wa kujificha, akaibuka kama bingwa wa hekima na kuongoza kama shujaa wa mafanikio. Huyu ndiye Balkis maarufu kama Malkia wa Sheba. Karibu leo nikusimulie habari zake. Katika pembe ya kusini ya bara la Arabu, mahali ambapo jua hushuka kwa rangi zake za dhahabu juu ya milima ya jangwani, palikuwepo ufalme ambao dunia ya kale iliusifu kama ardhi ya manukato na dhahabu. Ufalme wa Sheba au Saba. Huu ni ufalme ambao ushahidi wa historia yake umelala katika vilele vya milima ya Yemen. Huko kulikwapo mji mkuu wa kale uitwao Marib, mji ambao ulikuwa na hazina kubwa ya maji, bwawa la maajabu, na misafara ya biashara iliyovuka mipaka kuelekea Ethiopia na Eritrea. Lakini kabla ya pepo za vumbi la jangwani hazijaona weledi wa uongozi wa Malkia Balkis, hapo mwanzo Sheba ilishuhudia ufalme unaotetereka, taifa lenye utajiri lakini lililokumbwa na tamaa, usaliti Ufisadi na vita vya wenyewe kwa wenyewe, na katika miaka ya migogoro hiyo ndipo Balqis alipozaliwa. Balqis alizaliwa usiku wa upepo mkali, familia ya kifalme ikiwa katika machafuko makubwa. Baba yake, yaani mfalme wa Sheba, alikuwa akipambana na mawaziri watatu walioasi, wakitaka kujitwalia ufalme. Na inasemekana wakati wa kuzaliwa kwake, wazee wa jadi walitoa unabii Mtoto huyu hatakuwa wa kawaida, amezaliwa katika giza lakini atatawala kama nuru. Balkis tangu akiwa mdogo alionekana tofauti, wahenga wakisadikisha imani yao ya nyota njema huonekana asubuhi. Balkis alikuwa mwepesi wa akili kuliko watoto wote, alijua kutambua uongo bila kuuliza maswali mengi, alijua kusoma nyota akiwa na miaka nane. Alikuwa na uwezo wa ajabu wa kuhifadhi kumbukumbu lakini hayo yote yangeonekana vipi katika himaya ambayo tamaa ya waovu ilivuka busara ya viongozi? Giza likazidi kutanda kila siku itwayo leo huko Seba. Balqis alipofikisha ujana, baba yake aliuawa kwenye jaribio la mapinduzi. Ufalme ukapasuka vipande, hila zikatawala kwa wazee wa baraza mama yake akafahamu mipango ya mawaziri ya kutaka kumtumia Balqis kama chombo cha kisiasa, au ikibidi kumua. Hapo bi mkubwa kubwa kwa kushirikiana na watu wachache waliobaki kuwa watiifu wa royal family wakalazimika kumtorosha Balqis usiku, wakasafiri kupitia safu za milima, huku akihakikisha wa wanaficha utambulisho wake. Miaka ikasonga. Balqis akawa kama almasi iliyofichwa kwenye vumbi. Na katika maficho hayo, mafundi wa Marib walimfundisha ujenzi, kilimo na sayansi ya maji. Wazee wa hekima walimfundisha busara, uongozi na roho ya sheria. Wanawake wa jadi walimfundisha siri za jamii na nguvu ya huruma. Huko akajua kwamba dunia haikukubali mwanamke kutawala, lakini hatima tayari ilishathibitisha nafasi yake. Huku nyuma walipoondoka mawaziri wale watatu walioasi, hatimaye wakaanza kugombana wenyewe kwa wenyewe, uchumi ukaanguka, kilimo kikakauka, watu wakachoka. Ndipo usiku mmoja, katika mazingira ambayo hakuna aliyetarajia ghafla, Balkisi akarudi Marib. The kingdom's fate rests in your hands. Hakuwa na jeshi wala mikono yake haikukamata ya silaha alikuja mwenyewe akiambatana na hekima kichwani mwake. Ni katika ujio huo ndipo Balqis alipofanikiwa kutoa hotuba nzito ambayo haikupenya tusikioni bali hata kwenye vifua vya watu wote wa Sheba. This is not the time for strength alone we need wisdom. Maneno yake yalichoma mithili ya mkuki na yakachokonoa milizamu ya macho na kusababisha baadhi ya watu kutokwa na machozi ya tumaini jipya. Balkisi alisema, tumepoteza baba zetu, tumepoteza mali zetu, tumepoteza amani yetu, na yote haya ni kwa sababu wanaume wanagombea nguvu badala ya kuongoza. Sasa umefika wakati Sheba inahitaji kiongozi, si kwa jinsia yake, bali kwa akili yake. Maneno hayo yakabadilisha kabisa historia ya nchi. Raia wengi wakasimama upande wake, wanajeshi wakamgeukia. Ngoma za kitamaduni zikapigwa na makabila yote yakacheza mbele yake kwa heshima. Balkis akatangazwa rasmi Malkia wa Sheba, mwanga wa Marib. I am Queen of Sheba. Miaka yake ya mwanzo ya utawala wake inanikumbusha sana awamu ya kwanza ya serikali ya Hayati Magufuli kule Tanzania. Balkis alichapa kazi kwelikweli kweli. Alipanua mfumo wa maji wa bwawa la Marib. Akafanikiwa kufanya Sheba kuwa kitovu cha biashara kati ya Afrika, Misri na Arabia. Alijenga sheria mpya ikiwa ni pamoja na ulinzi wa wanawake na watoto. Amani ikarudi, utajiri ukaongezeka na jina lake likatangazwa jangwani kama mwali wa nuru. Hadithi hii ya Malkia wa Sheba inavutia zaidi inapofika kwenye kipengele cha makutano yake na Nabii Suleiman, radhi za Allah ziwe juu yake. Habari za wawili hawa zilianza kama ifuatavyo. Wakati malkia wa Sheba akiendelea kujenga taifa lake, huko mbali kabisa kaskazini alikuwepo mfalme mwingine mwenye nguvu zaidi, Nabii Suleiman alaihissalam. Kwa Waislamu na Wakristo wote wanajua habari za Nabii Suleiman na maajabu yake. Huyu ndiye kiumbe pekee duniani ambaye alimiliki mambo makubwa mawili yenye heshima kwanza mali kwa maana ya utajiri na pili unabii. Suleiman alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu aliyesisitiza ibada ya Mungu mmoja muumba vyote vya duniani na mbinguni. Sasa alipofikiwa na habari za taifa la Sheba ambalo watu wake wanaabudu ama wanafanya ibada za jua, alishtuka sana, akaghafilika mno. Habari hizo zilimfikia Suleiman kupitia ndege Hudhud. To sun kwa ambao hamjasoma habari za Suleiman ni kwamba alikuwa na uwezo wa kuamrisha upepo, majini na vitu vinginevyo vimtumikie. Kwa hiyo usishangazwe na habari za yeye kufikishiwa taarifa na ndege Hudhud. Suleiman alikuwa na uwezo wa kuwasiliana na wanyama na ndege na kuelewa lugha zao. Basi bwana. Suleiman alipopewa habari za watu wanaoabudu jua bila hata kupoteza muda akaandika barua yenye maneno machache lakini yenye uzito wa kutetemesha sio tu binadamu, hata milima kama ingeweza kusikia. Aliandika kwa, kwa jina, jina la Mungu mwingi wa rehema, msinitie majaribuni nikaitumia nguvu yangu, haraka njooni kwangu mkiwa wanyenyekevu. Ujumbe wenye maneno hayo machache ukatua kwenye meza ya malkia wa Sheba, Balkis. Kumbuka huyu malkia alikuwa na uwezo wa kung'amua kweli na uongo, haki na batili. Hivyo ujumbe ule alipousoma tu akapata hisia za kunyenyekea. Kwenye ujumbe ule hakuona kiburi, hakuona tishio, aliona ukweli. Lakini ili kujiridhisha akaamua kwanza kumpima Suleiman kwa kutuma zawadi za kifalme, dhahabu, manemane, vito vya thamani. Lakini Suleiman vyote akavikataa. Hapo Balkis ndipo akajiridhisha kuwa huyu si mfalme anatafuta utajiri bali huyu ni mfalme aliyeteuliwa kufanya kazi ya Mungu. Balkis hakuwa na jinsi sasa, akaamua rasmi kusafiri kwenda Yerusalem. Msafara wake mkubwa ulishuhudia anga la ukiwa wa jangwani, ngamia walikuwepo mia nne, harufu ya uvumba ilisambaa hewani. Hatimaye akafika kwenye himaya kubwa ya Suleiman. Hapa akashangaa sana. Alikuta jambo lililomshtua na kumfikirisha zaidi, yaani kiti chake cha enzi kile alichokiacha Yemen kilikuwa tayari kimeletwa mbele ya Suleiman kwa muujiza. Balkis akashtuka sana, akatulia. Ni kama Nabii Suleiman alimwambia, tulia, bado hujashangaa, surprise zipo za kutosha leo. Akampeleka kwenye ukumbi wenye sakafu ya kioo juu ya maji Macho ya Balkis yalipoona, yalidhani ni ziwa. Akainua mavazi yake kidogo ili avuke. Suleimani akatabasamu katabasamu, kisha akamwambia, izi hayo siyo maji, ni sakafu ya kioo tu. Hapo Balkis mwenyewe akakiri kwa kusema, Mola wangu hakika nimejidhulumu, najisalimisha kwako Mungu na Mola wa ulimwengu. Kwa mara ya kwanza Balqis alikutana na nguvu inayozidi ufalme, kuonesha uadilifu na uchamungu. Suleiman hakumtaka Balqis awe chini yake, hakumtaka awe mke wake kwa lazima, hakumtaka atoe kodi wala ardhi. Alimtaka awe mshirika wa ukweli. Hadithi zinasema kuwa Balqis alirudi Sheba akiwa mpya, na sasa alihubiri haki, imani kwa Mungu mmoja, uongozi wa hekima, ujenzi na amani na hapo Sheba ikang'aa kuliko wakati wowote. Balkisi alitawala kwa miaka mingi. Historia zinaeleza kuwa hakuwahi kuingia vitani hata siku moja, pia hakuwahi kupata jaribio lolote la kupinduliwa kwenye utawala wake. Amani ilidumu, utajiri ulifurika, na wananchi walimpenda kama mama wa taifa. Alipofikia uzee, aliaga dunia kwa amani kabisa, kitu ambacho wafalme wachache sana wa kale walikipata. Baada ya kifo chake ufalme wake ukaanza kupungua nguvu kwa karne nyingi baadaye, lakini jina lake halikufa kamwe. Leo hii Yemen, Ethiopia, Eritrea na dunia nzima bado inamtaja kama malkia wa milele Balkis wa Sheba. <coughs> Nashukuru kwa kunisikiliza aise. Baba yangu katika vitu ambavyo unajutia mpaka leo ni kukubali watu wa mtaani tu wanihamishe aise, wameniharibia vitu vyangu. Yaani TV imevunjika, showcase haifai, vitu vyangu kibao yani vimeharibika na vingine vimepotea se. Yani hapa inanibidi tena niingie kwenye gharama ya kununua vitu vipya. Unajua, yaani hasara juu ya hasara. Baba, kwa nini upata sara? unapohama unahitaji huduma ya kitaalamu salama na ya haraka. Popote Movers tunakupa utulivu wa akili kwa kukuhudumia kwa umakini wa hali ya juu bila kuharibu chochote. Tunabeba, tunapakia, tunasafirisha na kupakua kwa ustadi mkubwa. Tunahakikisha kila kitu kinafika salama kama kilivyoondoka. Usipoteze muda wako, nguvu yako, wala mali yako. Chagua Popote Movers, tunahamisha makazi yako kama vile ni ya kwetu. Piga simu au wasiliana nasi whatsapp kupitia namba 0763 49 53 75 Popote Movers haraka salama, bila stress. Karibu tukuhudumie.